Na katika jamii kwa ujumla, uwepo wako hapa kama kiongozi, tuna imani na tunatumaini kwamba tutasikia mengi na uh, tutabarikiwa kwa yale ambayo utashare na sisi. Kama kiongozi, tunajua una uzoefu mkubwa sana, una uwezo mkubwa sana katika uongozi eh, hali kadhalika Eh, katika shughuli nzima na huduma nzima za eh, zote za jamii, kazi ambayo ndio unaowaona hapa watu ambao wanafadhiliwa na NGLP ndio kitu wanachokifanya kuhudumia jamii kwenye nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa hiyo nimalize tu kwa kusema tunashukuru sana na basi, nikukaribishe, nichukue fursa hii basi kukukaribisha ili useme neno la ufunguzi useme neno la ufunguzi. Najua kuna nafasi nyingine tena ya kutoa mada, kwa hiyo naona eh, eh, sesheni zote za kwako ni nzuri sana lakini basi tuanze na hilo. Samahani sana kama tumekuchosha, lakini ni kwa sababu tuna kiu kubwa pia eh, ya kupata mengi na kujifunza mengi kutoka kwako, ndugu mgeni rasmi Eh, Spika wetu mpendwa wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kukaribisha sana sana uweze kuongea na sisi. Karibu sana. Askofu msaidizi Kibozi wa jimbo kuu Katoliki Dodoma. Ni hapa wametambulishwa viongozi mbalimbali, nitambue itifaki yao kwa ujumla, lakini ndugu Pita Mataba ambaye ni mwenyekiti wa board ya yeah, the next generation of leadership pale, nimeona hakuna neno of, lakini si kama lipo ama halipo, halipo eh? Haya, asante mwenyekiti wa bodi ya The Next Generation Leadership Program, lakini umetambulishwa pia kwamba yuko hapa aa uh, anaitwa mwenyekiti. Sasa maana anaitwa rais, mwenyekiti, mwenyekiti wa taifa wa The Next Generation Leadership Program, na mwakilishi wa mkuu wa majeshi mstaafu ambaye anaitwa Charles ametambulishwa hapa, na nimesikia pia hapa wakati wa utambulisho kwamba ndugu yetu ambaye ana cheo, tunafahamiana, lakini cheo chake ni kitaje maalum kabisa, rais wa WAWATA, sisi wanawake wote Katoliki, ndio rais wetu. Kwa hiyo tunatambua uwepo wako uh, Evelyn. Lakini hapa ametambulishwa pia wawakilishi wa mashirika mbalimbali mbali, na taasisi nyingine wote, nimefurahi kwamba mmekuja kuungana katika jambo hili la muhimu kabisa, lakini pia viongozi wetu ambao ni wajumbe wa bodi kwa nafasi zao kama viongozi wetu wa kiroho wametambulishwa hapa kama mapadri eh, mabibi na mabwana wote ambao mmekuja hapa kushiriki jambo hili, tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ndugu zangu, uh, kama ambavyo nyinyi mmefurahi kwamba nimekuja na mimi nimefurahi kwamba nimeweza kuja <laughs> lakini nianze kabisa na kuomba radhi sana, kwanza kwa mhashamu baba askofu kwa kuja kwa kuchelewa, lakini haikuwa kwa maksudi, ni wajikumu tu, ilibidi asubuhi niingie bungeni kwa sababu ya hoja iliyokuwepo. Na sasa niko nanyi, naamini mna amani ya Kristo. Eti asanteni sana. Kwa furaha na upendo mkubwa kabisa nitumie fursa hii kuleta kwenu salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Mangana, Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anawasalimu sana, na anawasalimu kwa sababu anajua niko hapa, maana nilimpa taarifa, lakini anafahamu pia wajibu mkubwa ambao mjadala ulioko hapa unachukua sura nzuri ya kwamba taifa letu ni muhimu likawa si tu na viongozi kama ambavyo amezungumza Mhashamba baskofu hapa, si tu na viongozi lakini liwe na viongozi ambao ni watumishi. Kwa hivyo ni jambo kubwa sana linalofanywa hapa na kipekee kabisa niwapongeze sana, sana, viongozi wetu, uh, Baba Mhashamba baskofu yuko hapa lakini pia viongozi wetu wa Next Generation Leadership Program kwa kuhakikisha kwamba wanaendelea kutupa mafunzo sisi ambao ni viongozi eh, tuwe viongozi watumishi, lakini pia tunaotarajia pengine kuwa viongozi eh, kuendelea kujifunza miiko, kujifunza maadili, kujifunza hasa neno la Mungu linasema nini linavyotutaka sisi tuwe watumishi wazuri kama ambavyo Kristu akituongoza sisi katika Ukristo wetu, lakini pia alituonyesha mfano mzuri wa kuwa mtumishi wa watu aliokuwa akiwaongoza kwayo. Nimefurahi sana kufika hapa na kuwa pamoja nanyi lakini mhashamu baba askofu na mwenyekiti wa board ya NGLP, napenda pia kutumia nafasi hii kuwashukuru shukuru, kwa sababu unafahamu eh, nchi yetu hii ina utajiri wa viongozi, lakini mmenipa mimi heshima hii kubwa sana. Kwa hivyo ninawashukuru sana kwa kunifanya mimi kuwa mgeni rasmi. Niwe radhi, nitakuwa sigeuki huku, kwa sababu huku ndio kuna watu wengi sana. <laughs> Kwa hivyo nawashukuru sana kwa kunipa heshima hii ya kuwa mgeni rasmi, lakini hamjanipa tu heshima ya kuwa mgeni rasmi, ila mmenipa pia heshima ya kutoa mada, baada ya salamu hizi za awali nitakapokuwa nimemaliza. Kwa hivyo nawashukuru kwa sababu viongozi tuko wengi na mngeweza kumwalika mwingine kuja kutoa mada hiyo inayohusu uh, wanawake na viongozi. Lakini mmenipa ya kuwa mgeni rasmi, lakini pia kupata nafasi ya mada hiyo na muda mrefu zaidi wa kuzungumza nanyi. Ninawashukuru sana. Sasa, mhashamu Baba Askofu, Kanisa Katoliki limekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii, eh, kiroho na kiutu pia Kwenye jamii hapa. Nimefurahi kuwaona viongozi wa Chuo Kikuu cha Katoliki cha Mwenge ni sehemu ya kutoa elimu kwa jamii, lakini najua mchango hauko kwenye chuo hiki tu, hata mimi kule Mbeya ninakotoka kuna chuo eh, kuna chuo ambacho hakijapata nafasi ya kuwa makao makuu ya NGLP, lakini kinatoa elimu kwa Watanzania wote wala bila kuchagua, kama huyu ni Mkatoliki ama huyu ni Mkristo ama huyu ni dini gani. Kwa hiyo ni mchango mkubwa sana, lakini najua pia kuna mchango mbalimbali mbali kwenye eneo la afya na mambo mengine pia. Kwa hiyo tunawashukuru sana sasa pamoja na hayo eh, mchango mwingine ni kupitia mafundisho ambayo yanatolewa uh, katika jamii yetu na kanisa. Na kanisa limeweka msingi wa maadili kwa kweli. Bora nisaidiwe, sijaikaishia sauti hapa jamani, mwaka usi, mnajua mwaka wa uchaguzi. <laughs> Sauti isijekaishia hapa. Kwa hiyo kanisa linaweka misingi ya maadili na haki katika jamii. Mafundisho haya yanasisitiza kwanza heshima ya utu wa binadamu. Kila mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, hivyo anastahili kuheshimiwa na kuthaminiwa uh, lakini jambo la pili ni udugu wa kweli. Wanadamu wote ni ndugu na wanapaswa kuishi kwa mshikamano na upendo. Na jambo lingine ambalo limekuwa likisisitizwa ni haki, amani na maendeleo endelevu. Jamii inapaswa kujengwa juu ya misingi ya haki na amani ili kufanikisha maendeleo ya kudumu. Pamoja na kwamba yako mengine, lakini nimechagua haya machache kulingana na hoja ambayo leo tutakuwa tukijadili, na nafurahi kwamba mmekuwepo hapa kwa muda, kwa hiyo mengine mmeyapitia kwa kina zaidi. Mafundisho haya yanatoa mwongozo wa kiroho na kijamii, yakilenga kuunganisha imani na matendo katika maisha ya kila siku ya muumini. Kwa kuzingatia mafundisho haya, jamii imeweza na inaweza kuishi kwa amani, ikizingatia haki na upendo, ikielekea katika maendeleo endelevu na ustawi wa wote. Kanisa linaunganisha kazi ya uumbaji katika utimilifu wake, likihimiza maisha ya uchungaji wa kweli na upendo wa dhati, kama alivyosema Kristo Yesu, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Basi kuongozwa na utumishi wake ni kuongozwa katika njia ya kweli na uzima wa milele. Aa, nikijaribu kuwatazama hapa kwa kweli mimi sio muonaji eh, mhashamu baba skofu, lakini nikiziona nyuso hapa zinaashiria kwamba kila mmoja wetu kwa kweli ana ari si tu ya uongozi, lakini uongozi wa utumishi, na pia anayo imani na dhamira safi kabisa ya kuendeleza chimbuko hili la utumishi wa kweli. Ndugu washiriki, kongamano hili la NGLP linatukumbusha sisi waumini na taifa kwa ujumla umuhimu wa kuwa na viongozi wenye maadili ya utumishi na kufuata uchungaji mwema ambacho ni kiini cha utumishi wa Kristo Yesu. Kauli mbiu ya mwaka huu, uongozi wa utumishi kwa ajili ya kusudi kuu, yaani servant leadership for the greater purpose inasisitiza dhamira kuu ya malezi yenu ya uongozi, na hapa niseme malezi yetu ya uongozi. Mada kama mchungaji mwema, wajibu wa mwanamke katika uongozi, ambayo nitapata nafasi ya kuitoa, inatoa taswira ya dhamira yenu ya kuwa viongozi wachungaji na wema. Pia inaunga mkono jambo ambalo Mheshimiwa Rais ambaye mmezipokea hapa salamu zake, ameliasisi pamoja na kuinua nafasi ya mwanamke kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ameonyesha uwezo wa wanawake katika nafasi ya uongozi. Kwa hivyo niwapongeze sana kuchagua mada hii na uzuri, wakati huo sitakuwa nasema kama hivi ninavyosema, kwa hivyo nitasema alafu, kwa sababu ni mada kutakuwa na mjadala. Kwa hivyo nashukuru kwamba jambo hili mmelipa umuhimu. Baba Mhashamu, Baba Askofu, wamechukua muda mrefu kwa dunia kumtambua na kuthamini kazi za mwanamke. Hata walioendelea imekuwa vigumu kuheshimu na kuthamini kazi zifanywazo na mwanamke. Katika hili nichukue nafasi hii kulipongeza sana Kanisa Katoliki ambalo pamoja na mambo mengine limetambua ushiriki wa mwanamke katika ukombozi wa ulimwengu. Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili Alimzaa mtoto Yesu na alishiriki mateso ya mwanaye mpaka kufa, akionyesha nafasi ya mama, nafasi ya mwanamke kwa mwanaye. Kanisa Katoliki limetambua mchango huu na linamheshimu, nasi wanawake tunafarijika sana kwa hilo. Kama viongozi, tutaendelea kuiga mfano mzuri kabisa wa Bikira Maria wa kubeba dhamana kwa ajili ya ustawi wa taifa letu tukitanguliza unyenyekevu kama ambao mama yetu mama Maria ametufundisha na ametuonyesha. Ndugu washiriki, mada ya pili, mchungaji mwema, wajibu na maadili kwa viongozi katika kanisa, taasisi na jamii, inatoa picha pana ya maadili na uwajibikaji wa viongozi. Maadili ni msingi unaotuwezesha kutofautisha jema na baya, lililo sahihi na lisilo sahihi. Kwa mtazamo wa kifalsafa, maadili hujengwa juu ya mantiki, dhamira ya mtu binafsi na mazoea ya kijamii. Bwana Immanuel Kant, huyo alikuwa ni sehemu ya wanafilosofia, aliwahi kusema, alisisitiza juu ya wajibu akisema kuwa katika wajibu kuna thamani ya maadili yenyewe akisisitiza kuwa kitendo ni chema si kwa matokeo yake bali kwa dhamira ya kimaadili iliyo nyuma yake. Katika theolojia, maadili hujengwa juu ya ufunuo wa Mungu na kigezo cha jema ni mapenzi ya Mungu. Maadili ya Kikristo kwa mfano hujikita katika upendo ule upendo wa agape. Haki, kuwatendea watu haki. Mungu wetu ni wa haki na anatamani watu watendewe haki. Ndio maana mwisho wa haya maisha kutakuwa na hukumu, kwa sababu Mungu ni wa haki. Lakini pia huruma. Mungu wetu ni wa huruma, anatupa rehema. Uwajibikaji unaelekeza mtu kutoa hesabu ya matendo yake mbele ya jamii eh, sheria na Mungu pia. Na hili ndilo ambalo nilianza kwa kuwapongeza, kwa sababu kiongozi anayemcha Mungu, kiongozi mwenye hofu ya Mungu ni tofauti na kiongozi asiyemwogopa Mungu wala asiyemjua Mungu kabisa. Kifalsafa, uwajibikaji huibuka kupitia uhuru wa mtu binafsi mtu ana wajibu wa matendo yake kwa kuwa ana hiari ya kuchagua. Bwana Jean Paul Sartre aliandika, tuko huru lakini huru hutulazimisha kuwajibika. Maana yake kuna upande wa uhuru, kuna upande wa haki, lakini kuna upande wa wajibu. Na uwajibikaji una mizizi kwa sisi tuaminio katika Mungu, uwajibikaji una mizizi katika imani kwamba binadamu ni wakala wa Mungu duniani. Mwanadamu atatoa hesabu ya matendo yake mbele za Mungu, kama ambavyo Mtume Paulo anaandika katika kitabu cha Warumi kumi na nne mstari wa kumi na mbili. Hivyo uwajibikaji ni wa kiroho na kijamii. Sijausoma huu mstari kwa sababu naamini tunaufahamu. Hama atu ufahamu kila mtu atatoa hesabu, eh, ndio mstari unavyosema kila mtu atatoa hesabu ya matendo yake yeye mwenyewe. Manaake ulichagua kufanya hivi, uchagua kufanya hivi, kwa sababu Mungu amekupa utashi zaidi sana kwa kiongozi, kwa sababu hayahesabiki yale ya kwako tu, lakini na dhamana ambayo Mungu amekupa kama kiongozi, hiyo nayo utadaiwa kwayo. Yuko mtaalamu mwingine wa akili na mwanafalsafa wa Kiyahudi alikuwa anaitwa bwana Victor Franklin. Huyo ananogesha suala la maadili na uwajibikaji kwa kusema kwamba uwajibikaji wa kweli hauhusiani tu na kile mtu alichokifanya bali pia na kiini cha maadili kilichomo katika matendo hayo. Kwa hivyo, kila mmoja wetu anapotenda tendo fulani ajiulize, ni msingi upi wa maadili ambao unamwongoza? Uchaguzi wa mada hii unatoa mwaliko kwetu sisi sote kushika kwa viapo vyetu, pia hasa vile vya ubatizo na katika kutambua dhana pana hii kwa wabatizwa, nasi tunaambatana na kazi na utu, ni wazi tutapiga hatua, ni wazi tutasonga mbele. Ndugu washiriki, wakati mwenyekiti wa bodi akiwa amesimama hapa ameeleza kwamba NL NGLP iko katika mikoa yote na hapa amewasimamisha kanda mbalimbali mbali kwa ajili ya kuwatambulisha, na mimi nitumie fursa hii tena kuwapongeza viongozi wetu wa NGLP kwa kuhakikisha utume huu utumishi huu wa uongozi unafika katika mikoa yote, ili watu wapate nafasi ya kujifunza namna ya kuwa viongozi bora zaidi katika maeneo yao. Sasa hapa ilitambulishwa ili kanda ya kusini nafikiri ndo walisimama watu wanaotoka Mbeya ndo kanda ya kusini e. Kwa hiyo watu wa Mbeya wako pia hapa. Kwa hiyo kwa hiyo nimefurahi sana kuwaona baadhi yenu, tumeshawahi tume kuonana hapa na pale, tumefurahi sana kuwaona na hili la kutambua kwamba mikoa yote inahitaji kuwa na malezi bora kabisa kwa ajili ya viongozi waliopo, lakini wale wanaotarajiwa kwa huko baadaye, ni jambo la msingi, kwamba taasisi yetu hii imetawanyika nchi nzima, na hii inaonyesha dhahiri kwamba um, utumishi wa Kristo unaweza kusambaa katika kila pembe ya taifa letu. Na kwa kuwa kazi zenu ni za kitume, basi niwatie moyo msiache kujitolea na kutenda kwa kadri ya mapenzi ya Mungu yanavyowaongoza. Mungu, bila shaka, atawalipa na mtaendelea kuwa mawakala wazuri wa Mungu katika taifa lake hili la Tanzania. Hongereni sana kwa kazi hiyo, lakini pia hongereni sana kwa matendo yenu ya kujitolea, ndugu washiriki. Jambo lingine ambalo nilitaka kulizungumza katika hotuba yangu hii ya ufunguzi ni kwamba katika kanisa Katoliki mwaka huu ni jubilei ya imani, na hivyo kama Wakristo tunakumbushwa pia ni kipindi muhimu sana cha kujitafakari na kujihoji masuala makuu ya imani yetu. Ni wakati wa kila mwamini kutathmini maisha yake ya kiroho kurejea kwenye Injili na kuishi kwa uaminifu katika maadili na uwajibikaji wa kiinjili kama Papa Francisco alivyoeleza katika jubilei ya huruma ya Mungu mwaka 2015. Na alisema na namnukuu, jubilei ni wakati wa kufungua mioyo yetu kwa Mungu na kwa ndugu zetu ili tuwe vyombo vya rehema yake. Kipindi hiki serikali ya awamu ya sita inakitazama kwa unyenyekevu mkubwa, kwani ni kipindi maalum cha neema, toba na upyaisho wa maisha ya kiroho kilichoasisiwa katika utamaduni wa Kanisa Katoliki kuadhimisha kumbukumbu muhimu za imani ya Kikristo na kiini cha unyenyekevu wa serikali katika kipindi hiki kinazungumzia toba na upatanisho vinavyoambatana na falsafa ya R4, yaani maridhiano, uvumilivu, mageuzi na ujenzi mpya. Falsafa hii imeasisiwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan, ikilenga kuimarisha mshikamano wa kitaifa, kukuza ustahimilivu wa kisiasa kuanzisha mageuzi ya kisheria na kiuchumi na kujenga upya taasisi na miundombinu ya taifa. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali vinawatakia heri na mafanikio katika kipindi hiki cha tafakari na utekelezaji wa maadili haya ya muhimu. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu, na hapa nimesema wakati na napokea kisemeo kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Taifa letu litakuwa likichagua rais, wabunge lakini pia madiwani. Huu ni wakati muhimu sana katika historia ya taifa letu, ambapo wananchi wanatumia haki yao ya kikatiba kuchagua viongozi eh, kila wakati inapotokea fursa hiyo, lakini kwa awamu inayofuata ni katika nyakati kama hizi ambazo mataifa mengine watu hawapati hiyo nafasi, lakini ni fursa kwetu sisi kama waumini. Kwa nini? Kwa sababu Biblia mwisho wa haya imetuagiza kuheshimu mamlaka, na unatamani mamlaka ile iwe ni ile ambayo imekusudiwa na Mungu, na unapopewa fursa ya kushiriki na wewe ukishiriki kikamilifu, basi inakuwa ni rahisi kwako kwamba kiongozi huyu aliyepatikana, pengine ulishiriki kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo nitumie pia fursa hii kumshukuru sana Hasham Baba Askofu kwa maombi ambayo mnaliombea taifa letu, ili liendelee kuwa na amani, lakini pia liendelee kuwa ni taifa linalojali haki za watu kyo tunawashukuru sana sana kwa maombi hayo, na tunaamini kwa neno lile na kwa agizo lile lile la uongozi wa utumishi, basi wakati tukitumika tukumbushane haya pia na jukumu lililo mbele yetu na nitumie fursa hii pia kuwakaribisha wana NGLP kushiriki kikamilifu katika jambo hili ambalo nimelieleza, ikiwa ni pamoja na kushiriki katika uchaguzi. Mna hazina kubwa ya malezi ya uchungaji mwema na maadili, na kushiriki kwenye uchaguzi si tu wewe kuchagua, lakini pia wewe kuchaguliwa na hasa ukijua kwamba utumishi wako ukiufanya mpana zaidi, basi utakuwa unatimiza kusudi la Mungu la kuwahudumia wananchi, ya kuwa mtumishi wa wananchi. Kabla ya kumaliza hotuba yangu hii, ilikuwa nizungumze kuhusu habari za ndugu yetu ambaye eh, ilikuwa tuwe naye lakini amepata dharura, ila ametutumia mwakilishi. Huyu ni mmoja wa viongozi ambao wamelifanyia kazi nzuri sana taifa hili, na huyu ni jenerali um, Venance Salvatore Mabeo ambaye ni mkuu wa majeshi mstaafu nyinyi mnafahamu utumishi wake namna ulivyokuwa katika taifa hili, na pia namna ambavyo aliongozwa vizuri, naamini na Roho wa Mungu, hata kipindi ambacho tulikuwa tunapitia baada ya rais aliyetangulia uh, kufariki, hakikuwa kipindi kirahisi sana kwa mkuu wa majeshi, lakini naamini kwa maombi yenu mhashamu Baba Askofu, lakini pia waumini wenzangu hapa, basi taifa liliweza kupita salama chini ya uongozi wake akiwa mkuu wa majeshi. Hapa sina haja ya kueleza sana, kwa sababu ninyi nyote ni viongozi, mnafahamu nini ambacho kingeweza kutokea. Lakini kiongozi huyu alisimama thabiti na sasa taifa letu linasonga mbele. Japokuwa si utaratibu mzuri wa watu kusema makofi, lakini kwa sababu yanamhusu mtu mwingine basi tumpigie makofi kiongozi wetu huyu kwa kazi nzuri aliyoifanya. Lakini hajamaliza hapo, ameendelea na kuwa na utayari wa kulihudumia taifa letu katika utumishi eh, katika uongozi, lakini si uongozi pekee na utumishi pia. Kwa sasa yeye ni mwenyekiti wa mamlaka ya hifadhi Ngorongoro, ambapo anaendelea kutoa mchango mzuri kwa taifa letu. Kwa hivyo hii ni sehemu ya mifano ya watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa fursa ya kutumika katika uongozi, lakini na wao hawakuchukua tu uongozi, wamefanya na kazi ya utumishi pia wakiongozwa na maadili ya Kimungu. Kwa kumalizia, uh, niwashukuru uh, kwa mapokezi mazuri, nimepokelewa vizuri. Unajua, hata sisi wanasiasa huwa tuna mambo mengi, pamoja na kwamba mimi ni muumini, lakini ukipokelewa vizuri basi na wewe unaongea kama hivi, umetulia kabisa, na unajua Mhashamu Baba Askofu amekupa baraka zake kwamba useme hapa. Kwa hiyo nawashukuru sana sana kwa mapokezi mazuri, lakini pia kwa maandalizi mazuri ya ya mafunzo haya. Ninawashukuru sana na nisisitize kwamba basi sisi sote kwa yale ambayo tumejifunza ndani ya wiki hii na yale ambayo tutaendelea kujifunza kwa mada zilizo mbele yetu leo, tuendelee kutilia maanani hayo, basi tukiendelea na kusoma neno la Mungu, ili yale ambayo yamekusudiwa katika maisha yetu, kwa sababu kila mmoja atatoa hesabu yake, basi hayo yaendelee kutukumbusha, ili tufanye vizuri zaidi kwa yale tutakayodaiwa. Kwa kusema hayo, tuzidi kudumisha amani, mshikamano na upendo miongoni mwetu, lakini tukitambua kuwa hii ndiyo misingi inayojenga taifa imara na endelevu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki NGLP. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana na nijiruhusu kusema angalau kidogo upate maji, alafu baadaye sasa ndani ya dakika moja uweze kuja kuendelea na mada yako. Kwa heshima hiyo, nashukuru na ni waombe ambao wana hudumu meza kuu waweze kuwapatia maji tafadhali. Mgeni rasmi uzungumzie hapo ulipo, kwa maana ya kwamba umesimama muda fulani na lakini, kama itakupendeza wewe binafsi kwa hali yako, karibu podium. Asante sana. Sasa hizi nitaongea kwa sauti tofauti kidogo kwa sababu sasa, sasa tumeingia kwenye, kwenye.